Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wa wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wl wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, usikumu wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. En ndugu wa Islam na wausienyi, pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwanawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liko neno katika lugha ya Kiarabu linaitwa hammu. Neno hili limefasiriwa na wanazuoni kuwa ni ile hali ya wasiwasi anayokuwa nayo mtu na woga juu ya mambo yatakayokuja kutokea baadaye ambayo yanakuwa ni mambo ambayo yeye hayapendi na yanamuumiza. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye kazi yake, kuwa ana wasiwasi labda siku zijazo ataondoshwa kwenye nafasi ile. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye nafsi yake, ana wasiwasi siku zijazo anaweza akaugua. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye mali yake, kwenye familia, kwenye chochote wasiwasi wa namna hii wa kuogopea mambo usiyoyapenda yatakayokuja kutokea mbele, ndio inaitwa hammu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuelezea katika Qur'ani kisa cha Nabii Yusuf na baba yake Nabii Yaqub. Ndani ya kisa hiki tunaona wasiwasi wa Nabii Yaqub wa nini kitakachomtokea mwanawe baada ya ndugu zake kumchukua na kumfanyia walichomfanyia. Wasiwasi ule, huzuni ile, ikawa inamfanya kila mara anamtaja mwanawe. Mwisho watoto wake wale wakamwambia, kama Qur'ani inavyotueleza, baada ya bismillahir rahmanir rahim Qalu tallahi taftau tadhkuru yusufa hatta takuna haraban au takuna min alhalikin, wakamwambia kwamba wanamuona baba yao hatoacha kuwa anamtaja Yusuf mpaka hali yake ile ya saa zote vile yanavyokuwa itamwingiza kwenye maradhi au itamfanya aangamie kabisa. Yeye akawajibu Mwenyezi Mungu anatuambia Qala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kwamba mimi sikitiko langu, wasiwasi wangu, huzuni yangu, ya nini kitatokea huko mbele kwa mwanangu, siwasifanyi hivyo kwa ajili yenu nyinyi, yote nimeelekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa a'lamu min allahi, na ninajua kutoka kwa Mwenyezi Mungu rehma faraja na uwezo wake wa kunitoa kwenye hali hii. Najua mala ya ta taalamun, yale ambayo nyinyi hamyajui. Kisa hiki kinatufunza kwamba wasiwasi unaokuwa nao kwenye chochote kile, kwenye yale usiyoyapenda, ambayo unadhani yatakutokea, egemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukiegemeza huko utakuwa uko sawasawa. Baada ya muda kupita, Qur'ani inatuhadithia kisa hiki kwamba Nabii Yaqub alipoteza macho, lakini mbashiri aliyomletea kanzu ya Yusuf alipoletewa usoni mwake, Mwenyezi Mungu anatuambia fartada basira, macho yakarudi yakawa anaona. Lakini muhimu kwenye aya hii ya tisini na saba katika surati Yusuf ni maneno ya mbele kwenye aya hii kwamba alipofika pahala kwa sasa anaona, qala alam aqul lakum inni alamu min Allahi ma la talamun ta akawaambia wanawe, je, sikuwaambia nyinyi kwamba mimi najua faraja, rehma, msaada wa Mwenyezi Mungu, uwezo wa kunitoa kwenye hali hii, najua yale ambayo nyinyi hamyajui. hamu ni wasiwasi, hofu, woga ambao mwanadamu anakuwa nao kwenye mambo asiyoyapenda ambayo ana wasiwasi na woga na hofu kuwa yatakuja kumtokea. Hali hii kwa yoyote yule ambaye ikimtokea, amejiegemeza kwa Mwenyezi Mungu, anapopitiwa na hali ile inakuwa ni nafasi ya yeye kufutiwa madhambi yake.

hapatwi na maradhi ya namna yoyote, hapatwi na hamu, wasiwasi unaomuingia kwamba kesho itakuwaje ilhali yeye ni muumini wa sawasawa, hapatwi na huzuni ya namna yoyote, wala maudhi, wala hapatwi na huzuni ya kile kibaya kilichomtokea sasa, hata mwiba ukimchoma, isipokuwa anapofikwa na haya, ilhali yeye ni muumini wa sawasawa inakuwa ni kafara ya kufutiwa madhambi yake. Hamu ni wasiwasi, woga, hofu wa mambo yatakayotokea ya mbele ambayo huyapendi kwenye chochote kile. Lakini dawa iliyo nzuri ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yakuli

Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallahi taala. i ndugu Waislam, nawahusieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwanawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wametueleza hammu ni ile hali ya woga, wasiwasi na hofu kwenye yale usiyoyapenda ambayo unadhani yatakuja kukutokea baadaye. Lakini pia wakatueleza dawa Wakasema dawa ya kwanza kwetu sisi kuondokana na hali hii ambayo inapelekea mpaka kumwangamiza mtu, maradhi ya moyo, shida mbalimbali. Dawa ya mwanzo wakatuambia, husnu dhanni billah, kuwa na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Na dhana hii wakatuambia kwamba yule aliyokustiri katika wakati uliopita kuna wakati ulikuwa kwenye hali fulani, ulikuwa na matatizo fulani, siri yako kati yako wewe na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akakuvusha pale. Chukua hali ile, rudisha imani kwa Mwenyezi Mungu kwa kama alivyokutoa wakati ule, na pakitokea jambo lisilofaa, hata kutoa vile vile muhimu ni kubaki kwenye dhana njema na kumtarajia Mwenyezi Mungu na kufanya nayo yapenda na kuyaridhia. Wao wakasema faman sataraka fil madhi, yule aliyokustiri kwenye wakati uliopita huwa qadirun, anao uwezo ayastura ka fil mustaqbal, kukustiri tena kule mbele. Na wakatwambia tuzingatie maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomwambia mtume wake Wadhakirhum bi ayami llah, wakumbushe hao wana wa Israeli kule kwa nabii Musa siku za Mwenyezimgu, na siku za Mwenyezimgu kwao ni pale alipookoa kutoka kwa Firauni. Lakini wakatwambia siku za Mwenyezimgu zinatofautiana kwa kila mmoja wetu, inawezekana siku katika siku za Mwenyezimgu kwako ni siku uliofaulu mtihani ni siku uliyopata ajira ukaajiriwa, ni siku uliyokutana na mtu fulani ikawa ndiyo sababu ya kukaa kwenye hali ulionayo. Ili mradi kila mtu anazo siku katika siku za Mwenyezi Mungu, na kama alivyokupa siku hizo Mwenyezi Mungu huko nyuma ana uwezo wa kukupa tena. Kwa hiyo kuondoa hamu ni kuweka dhana njema kwa Mwenyezi Mungu. La pili kukusanya wasiwasi wako wote na hofu zako, kuingiza kwenye hofu moja tu, na hayo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi wanadamu hatuachi kuwa na hamu kwenye mali, kwenye watoto. Uko mtu mzima sasa, unakuwa na wasiwasi na hofu baada ya wewe kuondoka, hali ya watoto wako itakuwaje kama si watoto, wajukuu zako itakuwaje? Watabaki kwenye dini au watatoka waingie kwenye mingine? Ili mradi hofu na wasiwasi kwenye yanayokuja, kila mmoja anakuwa nao. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man jaala lhumum, yule mwenye kujaalia ule wasiwasi wake, akakusanya zile wasiwasi zote, akafanya hamman wahidan akaziingiza kwenye wasiwasi mmoja tu nao ni wasiwasi wa akhira, kafahu llahu hamma dunia, Mwenyezi Mungu atamtosha na kumlinda na wasiwasi wa dunia yake. Pengine akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kanat dunia hamahu, yule ambaye dunia ndo hamu yake inayomshughulisha, farraqa allahu alaihi amra, Mwenyezi Mungu atayatawanya tawanya mambo yake, wajaala faqrahu baina ainaihi, na atafanya ufukara awe bado anauona mbele ya macho yake, miradi mingi, kazi nyingi, shughuli nyingi, lakini bado anaona ufukara uko mbele ya macho yake, walam yatihi min adunia, na hana atakachokipata katika dunia, illa ma kutiba lah, isipokuwa kile kile alichoandikiwa lakini anasema, wa man kanat lakhira hammahu, na yule ambaye akhira ndio hamu yake, jaala llah ghinahu fi qalbi Mungu atajaalia utajiri wake huyu itakuwa ndani ya moyo wake, wa jamaa lahu shamlahu, na atamkusanyia mambo yake yote kwenye jambo moja na amfanzie wepesi katika mambo yake, waatathu dunia, na dunia itamfuata yeye il hali dhalili kabisa inamfuata. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema ambao wanakusanya wasiwasi walizokuwa nazo katika wasiwasi mmoja tu wa akhira. Maneno ya Saidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, yeye ametuachia maneno tuishi nayo aliposema, liyakun hammu kalima bada lmauti, hamu yako wewe uiweke katika kufikiri katika yale ambayo utakutana nayo baada ya kufa. Na Ibnul Qayyim akasema maneno ya sisi kuishi nayo, akasema la tahmil hamma dunia fa innaha lillah, usibebe ile hamu ya dunia, kwa sababu hiyo iache kwa mwenyezi Mwenyezi Mungu. Wala tahmil tahmil hamma rizq, wala usibebe hamu ya riziki yako fa innahu min Allah, kwa sababu hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala tahmil hamma lmustaqbal, wala usibebe hamu na woga wa baadaye itakuwaje. Fa innahu biyadillah, kwa sababu hiyo katika milki ya Mwenyezi Mungu. Wewe anasema ihmil hamman wahidan, beba hamu moja tu. Kaifa turdhi llah, vipi utamridhisha Mwenyezi Mungu? sababu ukimridhisha Mwenyezi Mungu atakulinda na yale yote unayoyaogopa na kuyahofia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaoishi katika ulimwengu wakishughulishwa zaidi na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu, wa Taala. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika.